Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la ufalme wa Mungu upo ndani ya mwanadamu. Ufalme wa Mungu upo ndani ya mwanadamu. Hebu tutaangalia ni nini maana ya ufalme, nini maana ya ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu ni mahali ambapo Mungu anatawala, huo ndio ufalme wa Mungu, ni mahali ambapo Mwenyezi Mungu anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ameshakwisha kuziumba mbingu na nchi, ameshakwisha kuweza kuziumba mbingu na nchi, na maana vyote vilivyojazwa ndani ya dunia ni mali ya Bwana, kuanzia wanadamu, kuanzia wanyama, kuanzia wadudu warukao na watambao, kuanzia ndege warukao angani, wote ni kazi ya mikono yake. Yeah, hivyo basi Mwenyezi Mungu katika dunia hii, kuacha mbinguni, Mwenyezi Mungu katika dunia hii anakaa wapi? Anakaa wapi? Tukisoma katika kitabu cha Isaya sura sitini na sita mstari wa kwanza na wa pili. Mwenyezi Mungu anasema, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Je, mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pa kuweka miguu yangu ni mahali gani? Kwa maana vyote hivi ndivyo vyote hivi nimevifanya mimi, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunaanza kuangalia Mwenyezi Mungu anauliza mbingu ni kiti chake cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yake. Hivyo tunaangalia katika ufalme wa Mungu katika dunia ni, ni, ni mahali gani pa kuweka miguu yake? Hivyo tunaangalia ni katika mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwa sababu gani? Mungu amekwisha kumchagua mwanadamu na kumweka bora kuliko viumbe vyote. Ina maana pale ambapo mwanadamu anakuwa amesha ukili wokovu akaanza kuishi na Yesu Kristo ndani yake atapewa roho wa Mungu. Ina maana roho wa Mungu ndiye ambaye atakuwa anamuongoza katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana huyo mwanadamu ndani yake atakuwa aamui yeye, bali atakuwa anaamua roho wa Mungu ambaye ndiye Mungu mwenyewe. Ina maana kila kitu ambacho huyo mwanadamu anakifanya anaamliwa na Mungu wa mbinguni na sio yeye, bali anaamliwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tumekwisha kuangalia ni yupi mwenye ufalme huo, ni yupi mwenye ufalme wa Mungu katika dunia hii? Ni yule ambaye amekwisha kukubali kwamba Yesu ni Mungu na Yesu ndio mtawala wa mambo yote. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya tisa mstari wa sita kinasema kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Huyu ndiye mtu ambaye ufalme unakuwa ndani yake. Jambo la kwanza, anatambua mshauri wake kuwa ni Roho Mtakatifu. Ina maana apingani na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena kila kitu ambacho ana, ana, ana, anakuwa anahitaji, ina maana anamfuata Roho Mtakatifu na sio wanadamu. Jambo lingine, anajua anayempa nguvu ni Mungu mwenyewe nguvu ya kufanya kila kitu, nguvu ya kufanya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tena kupigana vita ya kiroho, kutafuta utajili, zote hizi nguvu Mwenyezi Mungu ndiye anakwisha kumpa huyo mtu. Ina maana atambue kabisa kwamba hayo yote anafanyiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena mtu huyu ni yule anayejua kabisa kwamba Mungu ni Baba wa milele. Ina maana huyo ndio ana ufalme Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Tena mtu huyu ni yule ambaye anajua Mungu ndiye mfalme wa amani. Ina maana huyu, moja kwa moja, ufalme utakuwa ndani yake, amani yake, atakuwa anaamua Mungu mwenyewe na sio mwanadamu. Hivyo tumekusha kutambua ufalme wa Mungu upo ndani ya mwanadamu. Na mwanadamu ni yupi? Ni huyu ambaye ameshakubali kuongozwa katika mambo yote yaani kila kitu anaongozwa na Mungu na wala sio mwanadamu. Tukisoma katika kitabu cha Luka sura ya kumi na saba mstari wa ishirini mpaka ishirini na moja kinasema kwamba na alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu auji wa kuchunguza, wala hawatasema tazama, upo huku au kule kwa maana tazama ufalme wa Mungu upo ndani yenu. Yeah, no. Bwana Yesu asifiwe tena. Na maana mwenyezi Mungu anakwisha kututambulisha kwamba kuna wale watu ambao watakuwa wanajiuliza ufalme wa Mungu upo utakuja lini? Ufalme wa Mungu upo wapi? Ufalme wa Mungu upo wapi? Mwenyezi Mungu anasema ufalme wa Mungu upo ndani Yetu. Na ufalme wa Mungu hauwezi ukauchunguza. Kwa sababu gani? Ni Mungu aliyekaa ndani yetu, ina maana njia za Mungu hazichunguziki. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tumekusha kuangalia kama tukishanyenyekea, tukishampokea Yesu Kristo, tutaamliwa kila kitu na ina maana ufalme wake utakuwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. hivyo ni namna gani ya kupata ufalme wa Mungu? Ni kumtaka Mungu na nguvu zake, ni kumtaka Mungu na nguvu zake. Ina maana pale ambapo Mungu atakuwa amekaa ndani yetu, lazima tukutujue kabisa, lazima tukutane na majaribu mbalimbali. Ni kwa nini basi inatakiwa tumtake Mungu na nguvu zetu? ni kwa sababu gani? Kitabu cha Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa kumi na mbili kinasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo hawa wenye nguvu ambao wanauteka ufalme wa Mungu ni watu gani? Ni wale ambao ambao wameshamjua Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu hawa ndio wanaopiganiwa na Bwana. Ina maana hakuna aliyeweza kumshinda shetani bali ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivyo basi, Yesu Kristo tuki tukimpa nafasi ndani yetu, atatupigania vita yote. Ina maana tutakuwa tumeisha shinda, ina maana ufalme wa Mungu utadumu ndani yetu. Ina maana pale ambapo watu tumeenenda katika maovu, tutakuwa tumeenda katika katika shetani. Ina maana ufalme wa Mungu utaondoka, ufalme wa Mungu utaondoka na maana inatakiwa ufalme wa Mungu ukae ndani yetu milele na milele. Na maana kama ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu inatakiwa tuwe wasafi. Bwana Yesu wasifiwe! Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awarinde wa wote.